Nashukuru sana. Ah, sana, sana. Sana. Ah, sana, sana sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Acland Dominic Ambili, ndiye msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hili la Kigoma Kusini. Jumla, maandalizi yamekwisha kukamilika kwa sababu sehemu kubwa ya uchaguzi ni vifaa na vifaa vyote vinavyohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 vyote tumeshavipokea. Kwa hiyo kilichobaki tu ni siku ya tarehe 29 kwa ajili ya zoezi la upigaji wa kura, lakini kwa maana ya mchakato mzima wa uchaguzi huo umekwenda sawa sawa, na sasa watu wanaelekea ukingoni wale viongozi na wagombea katika kunadi sera za vyama vyao na kuomba ridhaa kwa wananchi. Kwa hiyo kipindi tulicho nacho sasa tunaelekea kwenye kampeni kwenda mwishoni, ambapo tarehe 28 siku ya Jumanne itakuwa ndio kampeni zinafungwa, saa kumi na mbili kamili ya jioni. Lakini kwa upande wa watendaji wa vituo tayari tulishawapata watendaji wa vituo kwa maana ya usaili ulisha kushafanyika, na uteuzi umekwisha kufanyika. Kwa hiyo tutakuwa na mafunzo kwa ajili ya watendaji wa vituoni ambapo siku ya tarehe 25 Jumamosi, tutakuwa na mafunzo kwa makarani wa uongozaji wa pia kura, na tarehe 26 na 27 tutakuwa na mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wa vituo. Lakini pia kwa swala la walinzi wa vituo kwa vituo vyetu vyote na stini, walinzi wote kupitia kwa mkuu wa polisi wa wilaya CD wamekwisha kupatikana na maelekezo wamekwisha kupewa ya majukumu yao. Lakini kwa siku ya jana tulikuwa na zoezi la kuwa kuapisha mawakala kwa sababu, kwa taratibu za uchaguzi, yote ambaye anatakiwa kuingia ndani ya chumba cha kupigia kura, ukimwacha mpiga kura basi wale wengine wote wanatakiwa wao wamekula kiapo cha kutunza siri. Kwa hiyo jana ilikuwa ni zoezi hilo. Kwa hiyo mawakala wamekula kiapo hicho cha kutunza siri, pamoja na wagombea wote kwa ngazi ya ubunge pamoja na ngazi ya udiwani wamekula hicho kiapo siku ya jana. Kwa hiyo maandalizi kwa ujumla yanakwenda vizuri na vituo vyote vimekwisha kuandaliwa kwa jimbo letu la Kigoma Kusini. Hapo maeneo mengine majengo ya umma hakuna. Kwa hiyo pia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tumefanya utaratibu wa kuandaa au kujenga mabanda ya muda ambayo yatatumika kwa kwa siku hiyo. Kwa hiyo nitoe rai yangu tu kwa wananchi kwamba hizi ni rasilimali za nchi, kwa hiyo tuendelee kuzitunza kwa ajili ya matumizi sahihi ya siku ya tarehe 29 mwezi huu wa kumi, siku ambayo itakuwa ni ya kupiga kura na kwa taratibu za ambazo zimeainishwa katika sheria yetu ya, ya uchaguzi pamoja na kanuni zake e, siku ya kupiga kura ni tarehe ishirini na tisa. Kwa hiyo vifu, vituo vyote vitafunguliwa saa moja kamili ya asubuhi. Tunaposema kituo kufunguliwa, maana yake mtu wa kwanza kupiga kura, sio kwa maana ya kufungua milango la ashi mm hmm. Tukisema kituo kinafunguliwa saa moja kamili, maana yake mtu wa kwanza kwanza kuruhusiwa kupiga kura ataanza saa moja kamili na zoezi litakwenda mpaka saa kumi kamili jioni. Kwa hiyo kutokana na idadi kubwa ya watu, vituo tumevigawa ili watu wapatikane wachache wachache, kusiwe na mistari mirefu na watu wakakaa kwa muda mrefu kwenye mstari. Kwa hiyo ni wasii tu wananchi waweze kufika kwa wakati mapema, e, kuanzia saa moja kabla jua halijawa kali, basi wafike vituoni, watapata haki yao hiyo ya kupiga kura, lakini kama zilivyo sheria zinaelekeza kwamba baada ya kupiga kura unatakiwa urudi urudi nyumbani kwa sababu vyama vyote kama nilivyotangulia kusema siku ya jana ilikuwa ni siku ya kuapisha mawakala. Kwa hiyo, wagombea na vyama vina uwakilishi wao kwenye vituo, ambao wanafuatilia mchakato mzima wa upigaji wa kura, ujumlishaji wa kura pamoja na utangazaji wa matokeo. Kwa hiyo, mawakala wao watakuwepo wakati wote. Kwa hiyo, ni wasii tu wananchi wajitokeze waweze kupiga kura, yapo, kura ujimbani, na kisha baada ya hapo kupiga kura au zao nyumbani wawaachie wale wengine ambao wapo kituoni kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine na siku ya kupiga kura, ili upate haki ya kupiga kura, sifa ya kwanza lazima uwe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, lakini sifa ya pili lazima uwe na kadi ya mpiga kura. Hata kama kwenye daftari la kudumu la wapiga kura taarifa zako zipo, lakini kadi hauna, basi hautaruhusiwa kupiga kura, na hata kama unayo kadi ya kupiga kura, lakini taarifa zako hazimo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na yeye hautapata wasaa wa kupiga kura. Kwa hiyo lazima piga kura uje na kadi yako ya mpiga kura ambayo sisi tumezoea kuita kipalata. E, kwa hiyo uje na kipalata chako. Ukifika pale utapokewa na karani mwongozaji, atakuongoza kwenye mstari namna na ya kukaa kwenye mstari, lakini utakapoingia utakuta mle watendaji wa wa uchaguzi ambao cha kwanza watahakiki kadi yako na kuangalia kwenye daftari, kisha wakiridhika, basi watakupatia karatasi za kupigia kura na kukupa maelekezo, basi utaendelea na taratibu nyingine ndani ya kituo na kisha baada ya kuhitimishwa hapo basi tutakuwekea alama maalum kwenye kidole, kwa maana ya wino maalum usiofutika, ili kuonyesha ushahidi ya kwamba huyu mtu amekwisha kupiga kupiga kura. Lakini kwa wale ambao watakuwa ni watendaji wa vituo au mawakala wa vituo na hawajajiandikisha kwenye vituo hivyo, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeandaa utaratibu ambao utaruhusu wao kuweza kupiga kura, na kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kampeni zinaishia tarehe ishirini na nane. Kwa hiyo siku ya tarehe ishirini na tisa tunawasi viongozi wagombea na wanachama e, wasije vituoni wakiwa wamevaa nguo zote ambazo zinaonyesha alama ya chama fulani. Kwa sababu tuna uwezekano ukarudishwa tena nyumbani ili ukabadilishe. Kwa sababu itakuwa ni sehemu ya kampeni. Wengine wamepewa vyombo vya usafiri ambavyo vinaashiria kabisa kwamba hivi ni vya chama fulani. Kwa hiyo nao ni wasii, siku ile ya kupiga kura wasifike na aidha e magari, pikipiki, baiskeli ama vyombo vingine vya usafiri wasifike navyo, ambavyo vinaonyesha alama ya chama fulani, kwa sababu itakuwa ni sehemu ya kampeni. Kwa hiyo ni wasi sana wananchi, hata kama kuna mavazi wanayapenda sana, lakini kwa tarehe 29 basi, wanapokuja kituoni, hayo mavazi ambayo yanaonyesha ni alama ya chama fulani, basi hata hata ruhusiwa kuonekana katika mazingira kama hayo. Lakini pia tume imetoa nafasi kwa watu ambao wamejiandikisha nje ya jimbo husika weza kupiga kura ya rais pekee, lakini mchakato wake ulikwisha kufanyika, ambapo tangazo hilo lilitolewa kwa maana wale waliokuwa wanahitaji na taratibu zilikwisha kufanyika. Kwa hiyo wapo baadhi ya watu wengine ambao wameshakidhi vigezo hivyo, kwa hiyo wao watapiga kura, lakini ni kura ya rais tu, hawataruhusiwa kupiga kura ya ubunge wala kura ya udiwani. Kwa hiyo ndio wananchi waweze kujitokeza. Uchaguzi ni kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo ni fursa usikae nyumbani ukachaguliwa kiongozi. Siku ni moja tu. Kwa hiyo kila mmoja atengeneze ratiba yake vizuri ili uweze kutumia haki yako. Kwa sababu kile kipata ulichopewa matumizi yake ni tarehe ishirini na tisa. Matumizi yake sio kuombea mikopo, matumizi yake sio ukiulizwa kuendelea kumwekea mtu dhamana la hasha. Kadi ya mpiga kura matumizi yake ni tarehe ishirini na tisa. Kwa hiyo endapo tarehe ishirini na tisa hujajitokeza katika eneo hilo basi itakuwa hujajitendea haki hiyo nafsi yako lakini ya basi, sana, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliyokuandikisha kwenye daftari basi utakuwa umeikosea. Kwa hiyo ni wasii sana na kuomba sana wananchi waweze kujitokeza, kamchague yule ambaye unaona anafaa. Lakini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pia imeweka mazingira ya wenzetu ambao wana ulemavu wa kuona, kwa maana ulemavu wa macho, wanaweza wakamchagua mgombea pasipo kupata msaidizi wa mtu yoyote endapo tu kama wanajua kusoma alama ya nukta nundu, kwa sababu vipo vifaa maalum ambavyo vina ni alama ya nukta nundu kwa wale ambao wanajua kusoma kutumia alama ya nukta nundu, basi wanaweza wenyewe wakachagua mgombea ambaye wanamhitaji. Lakini sambamba sa na hilo, pia kuna ile hali ya kwamba watu wengi wanapenda kuwasaidia watu kwenda kupiga kura, kwa maana ya kwamba sasa wakati mwingine mtu anakwenda kumsaidia mwingine, ana lengo jema, mwingine ana lengo si jema. Kwa hiyo kwa kanuni zetu za mwaka huu ambazo zimeainishwa kwenye uchaguzi huu mkuu mtu mmoja ataruhusiwa kumsaidia mtu mmoja tu kwenye kupiga kura. Isipokuwa watu hao wanatoka kwenye kaya moja. Kama watu hao wanatoka ndani ya kaya moja basi mtu mmoja anaweza kumsaidia mtu zaidi ya mmoja. Lakini hao wanaosaidiwa wote wao wanatoka kwenye kaya moja. Lakini kama ni kaya tofauti basi yule anayesaidia, mpiga msaidia, mpiga kura mtu mmoja anaruhusiwa kumsaidia mtu mmoja tu katika kuhu, kupiga kura kwa hiyo kama nilivyosema ndugu mtangazaji kwa maana ya maandalizi yote yamekamilika tunachosubiri ni tarehe tu hiyo ya 29 lakini lakini naendelea kuwasii sana wananchi e, fanya mawasiliano na wenzetu wa jeshi la polisi hali ya usalama ni ya kutosha e, tusifuate sana yale tunayoyasikia kwenye mitandao ya kijamii e, tunashukuru kwa maana nchi yetu imekuwa ni nchi ya amani, mkoa wetu umekuwa ni wa amani, lakini wilaya yetu pia ya Uvinza imekuwa ni amani. Ni haki ya kila mmoja kwenda kupiga kura, yule ambaye ana sifa, kwa maana nakali anapiga kura na yumo kwenye daftari la kudumu wa wapiga kura, sawa.